Ruthu mlango wa tatu. Kisha Naomi akamwambia mkwewe, je, mwanangu, si vizuri ni kutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi, je siyo ambari yetu ambaye ulikuwapo pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale yugani. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga; walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokwisha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala, utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie, uifunue miguu yake, ujilaze hapo; na yeye atakuambia utakalofanya. Akamwambia, hayo yote unenayo mimi nitayafanya. Basi akashuka mpaka ugani, akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza. Ikawa huyo Boazi alipokwisha kula na kunywa na moyo wake umekunjuka, alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka; na huyo mwanamke akaja taratibu, akaifunua miguu yake, akajilaza papo hapo. Na ikawa usiku wa manane, yule mtu akasituka, akajigeuza, na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake. Akasema, ama ni nani wewe? Akamjibu, ni mimi Ruthu mjakazi wako, witande nguo yako juu ya mjakazi wako, kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliye karibu. Akamwambia, mwanangu, ubarikiwe na Bwana, umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo, kwa vile usivyowafuata vijana, kama ni maskini, kama ni matajiri. Basi mwanangu, usiogope, mimi nitakufanyia yote uyanenayo, kwa maana mji wote pia wa watu wangu wanakujua ya kwamba yu mwanamke mwema. Tena ndiyo kweli ya kuwa mimi ni wa jamaa yako aliye karibu, lakini kuna mtu wa jamaa aliye karibu kuliko mimi. Wewe ungoje usiku huu, kisha asubuhi, kama akikubali kukufanyia impasavyo jamaa, haya na akufanyie; lakini ikiwa hataki yeye, basi mimi nitakufanyia impasavyo jamaa; Bwana aishivyo, ulale wewe hata asubuhi. Hivyo huyo mwanamke akalala miguuni pake hata asubuhi, akaondoka mapema asijaweza mtu kumtambua mwenziwe, maana Boazi amesema isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga. Tena alisema, lete hapa shela yako ulioivaa, uishike. Naye akaishika, naye akampimia vipimo sita vya shairi akamtwika. Kisha huyo mwanamke akaenda zake mjini. Basi alipofika kwa mkwewe huyo akamuuliza, Je, mwanangu, imekuwaje? Akamwambia yote yule mtu aliyomfanyia. Akasema, na vipimo hivi sita vya shairi amenipa, maana akaniambia, usiende kwa mkweo mikono mitupu. Naye mkwewe akasema, basi mwanangu, tulia hata utakapojua jinsi litakavyotukia jambo hili, kwa sababu mtu huyu hataridhika asipolimaliza jambo hilo leo.